Bado haya wanaondoka sasa vijana wa Almasi akinacheza ovyo kabisa kule haya. Control Maidari kabisa kule haya anaondoka sasa Elia Mpanzu. Elia anapiga pasi Maidari kule lakini anakataliwa kule. Haya bado. Haya Almasi cheza kule Elia Said. Elia Said anapiga juu juu huko sasa. Lakini najibiwa kwa kichwa kule na Shamu bado. Shamu bado. Shamu bado. Shamu anapiga pasi kule na anawekwa chini. Anaondoka sasa mchezaji huyu jezi namba Degmon Degmon. Degmon! Kamera anaondosha katika hatari kule. Bado kule sasa. Haya, anachukua sasa Sharabi. Sharabi anapiga pembeni huko sasa, kwake Samadu. Samadu anapiga pasi ile inakwenda nje kabisa ile. Wakati huo e, Degmun de, de, de yuko chini, anajaribu kumwita mwamuzi na kuona e, kile ambacho ana, amekumbana nacho njenje nje. Uh, chamu karabwa, kile ambacho kimetokea unaweza kusema alikuwa anajaribu kuchezea shilingi ndani ya tundo la choo. Kwa maana yake ya katika sehemu ya kuo, ni muhimu kwa timu zote mbili, lakini mpaka hivi sasa e, aggregate ni mbili moja. Nani ambaye atakwenda nusu fainali? Ni jambo la kusubiri. Tunasema wewe uliopo hapo Ludewa, kanda chini oh! Nachokiona Alimasri hivi sasa ni kama vile mtu anatoka Ludewa anakwenda Njombe, amebeba nauli ya shilingi elfu kumi anafuata deni kwa mtu ambaye anamdai shilingi elfu kumi ndicho ambacho kinaendelea hivi sasa. Tunaondoka is... hapa nini kitamalizika katika dakika 90. Kumbuka pia basi, tunaondoka Tuna... hapa nini kitamalizika katika dakika 90. Kumbuka pia basi tunakujuza na tunakusimulia Simba mbili Almasir kutoka kule nchini Misri wao pia basi sifur. Aggregate ni mbili kwa mbili. Ngoma imeanza upya kabisa. Ama hakika, ama hakika, hii ndiyo maana ya tafsiri ambayo inazungumzwa kwa Mkapa, hatoki mtu. Aggregate ni mbili mbili mbaka ivisasa sasa sasa, mda uliyosaliya ni, ni nani ambaye atakwenda kuonyesha ileta nyekundu ya kuakisha kwamba anaitafuta hatua hatuwa ya nusu fainali? Simba tayali amekwisha score, amekwisha lipa kile ambacho alikuwa nyuma, lakini sasa mambo yamekuwa levo. Scoreboard tunaweza kusema ivo mbili kwa sifuli, lakini aggregate, mbili mbili. Anakwenda chini Eh, Elia Mpanzu, lakini muamuzi anasema nimeiona, na mali wekwe chini, ipigwe kuelekezwa lango la timu ya Almasi. Lakini pia mchezo huu unarushwa moja, moja kwa moja kwa jeuli ya miamba wawili, Upendo Ebo Clinic pamoja na Christopher Charles, duka la simu. Eh, bwana Christopher Charles, duka la simu ni moja ya wauzaji wa duka la simu ambao tunasema safari hii wamekuja kivingine. Ni moja ya wajanja wa mjini. Ukifika Christopher Charles, mitaa ya stendi ya zamani pale, uuliza kwa chazi wapi unapo, barabara ya kuendea Njombe, utaona bango kubwa la kisasa ambalo limewekwa pale, linaonyesha chazi duka la simu kwamba yeye hivi sasa amekuja na slogan nyingine mpya kwamba anakopesha simu Samsung Galaxy. Wewe unakopeshwa unakwenda pale na kiasi cha shilingi elfu 80 kesh unatoa theni unaanza kulipa kila baada ya wiki shilingi elfu kumi na tano ili iweze kutimia kutumia zaidi ya shilingi laki tatu kwenye bei halisia ya simu ambayo yeye ameiweka. Christopher Charles wauzaji wa duka la simu wanakuambia safari hii wanakujali, kila aina ya mtu kuhakikisha kwamba unatumia smartphone maridadi kabisa, ili nawe uweze kuenjoy kupelus kuona show me kwake Elia Mpanzu, Elia Mpanzu anapiga pasi maridadi lakini hivyo sivyo, lokwenda nje. Haya, bado haya. Hamza mtulifu, sasa mlinzi mtulivu kabisa huyo, piga pasi pembeni huku, sasa kwake Mohamed Zimbwe. Zimbwe anamwambia nini bwana eh, simameni kwenye maeneo yenu. Zimbwe Zimbwe anamwambia nini bwana eh, simameni kwenye maeneo yenu, wacha nipige pasi. Haya, Shimcha Zawa macho kule, Elia Mpanzu kwake Shomi Zewela, lakini anafinya bado. Elia Mpanzu piga pasi ndee na na wa Simba wame slow down, unaweza kusema hivyo, ama wameshuka chini, wanaangalia mipango na namna nzuri zaidi ya kuweza kuifanya ili pia basi waweze kuifungua ngome ya walinzi kwa upande wa Marcel. wao pia basi wakiendelea kubakia kunako katika lango lao asilimia kubwa kwelikweli, lakini e, Lupaso ikiwa imejaa kweli kweli, Lupaso ikiwa imewaita wana Lunyasi wana Simba toka mitaa Msimbazi, Kariakoo